Kwingine kwa serikali kupitia wizara ya elimu inahimizwa kuongeza mgao wa fedha kwa shule zenye wanafunzi walio na wana mahitaji maalum, wakati huu ambapo inaendelea kuhakiki taasisi za elimu. Taarifa kamili ni katika mseto wa kaunti. Wakati wa maadhimisho ya mwezi wa kimataifa ya wasiokuwa na uwezo wa kusikia katika shule ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ya Mundika kaunti ya Busia Mwenyekiti wa chama cha walimu wakuu wa shule za msingi katika eneo la magharibi, Tobias Omusale, alitoa wito kwa serikali kuongeza mgao wa fedha kwa shule za wanafunzi wenye mahitaji maalum. Hawa ndio wanafunzi tukikuja kwa upande wa capitation waongezewe, kwa sababu wana mahitaji, kama ni vitabu, wapewe vitabu. Kwingineko Mbinu mpya ya kusimulia hadithi kidijitali inawasaidia watoto wa shule barani Afrika kujifunza jinsi ya kutumia mtandao kwa usalama. Kampuni ya Stori Moja kwa kushirikiana na Meta imezindua awamu ya pili ya mpango huo, ikichanganya ubunifu na mafunzo ya matumizi bora ya mtandao. And so for us, um, ways in which people can arm themselves with the tools they need to know about that we already have built and a within the platforms is really key. Wakati huo huo katibu utafiti sayansi na ubunifu Profesa Shaukat Abdul Razak amehimiza wakenya kuunganisha utafiti na ubunifu ili kukuza uchumi hususan kupitia uchumi wa baharini katika kaunti ya Homa Bay. Kenya iliungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kupanga uzazi duniani, ambapo wahudumu wa afya na mashirika ya kijamii waliongeza juhudi za kuhamasisha wananchi kuhusu afya ya uzazi na upangaji uzazi ili watu waweze kufanya maamuzi sahihi We want to bring the, the husband and the, and, and the, the two spouses together so that they can have a, a conclusion and they can have a dialogue on how best, which method they can use, uh, for them to, to, to, to have the family planning katika kaunti ya Nyandarua wakulima wameanza kulima mnavu mwitu mmea ambao mara nyingi huchukuliwa kama magugu ili kukabiliana na utapia mulo katika eneo hilo imekuwa na vitamin imekuwa na nutrition imekuwa na calcium, imetusaidia ukikula hakuna magojwa kwa hivyo inakinga na hatimaye gavano wa kaunti ya pokot magharibi Simon Kachapin amewahimiza wakulima kutumia mbinu mpya na bunifu za kilimo ili kuhakikisha kaunti hiyo inakuwa na chakula cha kutosha. Sisi tunataka kuencourage hao kwamba tunaweza uh, uh, kudevelop uh, hei ama foda katika kaunti uh, hii. Sisi kama kaunti kushirikiana na serikali kuu na wafadhili. Opicho Chemtai, Dira ya Magwiji.